travel na hoteli ya Matho Kikorok. Wawili hao walipata nafasi adimu ya kunogesha penzi lao kwa kujivinjari katika mojawapo ya vivutio mashuhuri barani Afrika kwa muda wa siku tatu, safari iliyojaa starehe na burudani za kiutamaduni, ambayo walipata tiketi ya safari hii baada ya kushinda kwenye shindano lililofanyika katika kipindi cha asubuhi cha redio ya Hot 96. Wawili hawa walikuwa wameingoja safari hii kwa hamu na gamu, kwa nia ya kuona mapya. Walipotua Masai Mara, walikutana na mandhari ya kupendeza, safari yao mbugani ikiwapa nafasi ya kujionea wanyama kama vile tembo, nyati na viumbe wengine wa mbugani katika makazi yao asili. Mbuga ya wanyama ya Masai Mara ilinogesha penzi lao hata zaidi we haven't had yet our wedding or honeymoon like this was an incredible opportunity just to celebrate our love celebrate our story celebrate the fact that we come in different backgrounds but we've chosen to settle in this beautiful country shughuli za kuvinjari ziling'oa nanga walipopaa angani kwa puto la hewa moto mbuga likifunguka kwa uzuri wake wa kipekee kutoka angani walipata taswira ya kupendeza macho wakishuhudia nyika isiyokuwa na mwisho. Walipotua walikaribishwa kwa kifungua wa kinywa, huku wakiburudishwa na upepo mwanana na sauti za nyuni zikipamba utulivu wa alfajiri. Haena, mazuri ya Masai Mara hayakuishia hapo. Walipata mwanya wa kujumuika na jamii ya Wamasai <coughs> <coughs> na kupata nafasi nadra ya kushuhudia ngoma na tamaduni za jamii ya Maa. Hapa walizama katika utajiri wa tamaduni zinazojenga urithi wa Kenya. <coughs> Afisa mkuu wa Viu Travel Felix Musa alieleza kuwa kampuni ya Viu Travel itaendelea kushirikiana na wadau katika sekta ya utalii kama njia ya kukuza utalii ikiwatuza Wakenya kwa safari za kipekee kama hii ili kuwahimiza kuvinjari Kenya na ulimwengu kwa jumla. Uh, uh, uh, uh, the the uh, 300,000. Kwa Victor Ambuyo na mpenziwe Rosio Carrera, Masai Mara haikuwa tu sehemu ya kupumzika, bali msingi wa maisha yao ya ndoa. Steve Shitera Runinga ya Citizen, Nairobi. Tuelekea ughaibuni sasa, ambapo zaidi ya watu elfu moja wamewawa kwenye tetemeko la ardhi huko nchini Thailand. Zaidi ya watu elfu mbili mia tatu wengine wame